Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Rukwa kamishina mwandamizi wa polisi Shadrack Masija amesema licha hilo vijana hao wamekamatwa wakiwa na laini thelathini na sita na simu kumi na tisa zinazotumika kufanya utapeli. Katika misako hiyo tulifanikiwa kuwakamata watu kumi na tatu e, wakiwemo mwanamke mmoja, kati ya hao kumi na tatu e, wote takriban ni vijana tu ambao wana umri kati ya miaka kumi na saba hadi thelathini na miwili